Asubuhi kama asubuhi ya leo, good morning, sauti ya nabii. Um, na the good morning holy spirit, tuko mwezi wa Disemba. Asubuhi kama hii Mungu akujalie ukaweze kumaliza strong. Mungu akujalie ukaweze kumaliza ukiwa strong. Mungu asimame upande wako, Mungu akuinue wa Mungu akubariki, kuwe na njia, kuwe na uwezo na kuwe na baraka juu yako Neema ya Bwana na rehema ya Mungu ikaweze kukutangulia, ukaweze kuona mabadiliko kwa maisha yako, ukaweze kuona ushindi kwa maisha yako na ukaone ile change, big change, katika maisha yako, katika anga yako, katika vitu zako. Neema ya Mungu na rehema ya Bwana ikaweze kutawala. Asante sana, karibu nao. Nataka nizungumze nawe asubuhi ya, ya leo na nina imani kwamba Mungu ataenda kukuongoza jua ya leo inapotoka, tu ya Desemba. Mungu akujalie, Mungu asimame na wewe, na ukaone mabadiliko, ukaone change, ukaone pawa, ukaone nguvu ambazo sio za kawaida ndani ya maisha yako. Chochote ambacho shetani anatafuta kwako, asija akakipata. Unaweza ukamshinda shetani asubuhi ya, ya leo kwa kuamini na kutamkiwa neno la kinabii asubuhi ya leo. Good morning. Tuombe na wewe Baba Mtakatifu, nasema asante kwa asubuhi kama asubuhi ya leo. Asante kwa wote ambao wanaenda kazini na asante kwa wote ambao wanaonitazama. Asante kwa mwezi wa mwisho 2025. Haijakuwa rahisi kutoka Januari mpaka sasa, bali Mungu umetuhifadhi na umetuinua na umetuonyesha ya kwamba inawezekana kwa wale wanaokutegemea Asanti kwa asubuhi ya leo. Nabobariki watu wao wakienda kazini, hakuna mmoja atakuwa connected arudi nyumbani leo na kilio, wote watarudi na ushindi kwamba Yesu umetawala, amen. Kitabu cha Kutoka tatu, kitabu cha Kutoka tatu kumi na tisa. Nasema nami najua ya kuwa huyu mfalme wa Misri hatawapa ruhusa mwende zenu na hata kwa mkono wa nguvu. Hata nami najua huyu ni Mungu anamwambia Musa, mimi ninajua huyo atawapa ruhusa. Ni nani katika maisha yako anaweza kuwa ataki kukupatia ruhusa? Ni nani kwa maisha yako anaweza kuwa ataki kukupatia ruhusa? Who is this man? Who is this woman? Nani? Ni mwanaume mgani huyu? Ni mwanamke mgani ambaye ataki kuwapa ruhusa ni nani? na ni mugani? ni nani na atai ni mugani? Huyu ataki kuwapatia ruhusa, ni mtu wa aina gani huyu? Kwanza anatoka wapi? ni mtu anabiaivu aje huyu? Ataki kuwapa ruhusa ni nani? nani wawapi? Bingo ijibu kwako. Bwana akubariki sana, Mungu akafungue malango ukaone mabadiliko kwako, ukaone change kwako, ukaone nguvu za Mungu kwako. Mungu anamwambia Musa, ninajua huyu mfalme ataki kuwapa ruhusa, ataki kuwapatia ruhusa, ninajua huyu mfalme ataki kuwapatia ruhusa ataki kuwapa ruhusa, lakini kunaye mungu anaenda kutenda. Mstari wake wa ishirini nasemaje? nami nitaunyosha mkono wangu na, na kupiga Misri kwa ajabu zangu zote nitakazofanya kati yake, kisha baada baadaye atawapa ruhusa kwenda nami nitanyosha mkono wangu. Huyu ni mungu anasema, nami nitanyosha mkono wangu wa nguvu. Naomba Mungu anyoshe mkono wako wa nguvu. Kitu gani kimekukatalia? Mungu anamwambia Musa, ninajua huyu mfalme hatawapa ruhusa. Kuna mtu ananitazama asubuhi ya leo, kuna kitu kimekukatalia. Akijakupa akses ya kupata baraka, aija kupatia akses ya kupata ushindi, aijakupa akses ya kupata kitu kizuri aijakupa akses ya kuona umeinuka, aijakupa akses. Ninataka niinue sauti yangu asubuhi ya leo, nikuambie, itakupa akses, hata kama itakataa, nitajamurisha asubuhi ya leo, itakupatia akses, itakupa akses, itakupatia akses, na maisha yako aitakuwa ya kawaida itakupa access. No matter what, itakupatia access tu. Utafaulu, maisha yako aitasimama mahali pamoja, mm -mm. Mungu ataingilia. Bwana atakubariki. Kutakuwa na access ya Roho Mtakatifu. Bwana ataingilia katikati, atafungua malango, atakupa nguvu, atakupigania. Utaona another level, utaona maisha mengine na Mungu atasimama nawe. Mungu atapasua kila kitu. Mungu atapigana na maadui zako. Naona uwezo wa Mungu ndani yako. Mungu akujalie, Mungu akuinue, Mungu asimame nawe. Chochote Shetani anatafuta kwako kisije kikafaulu, chochote Shetani anaingiza kwako asije akafaulu hata kidogo, kwa jina la Yesu. Mungu akujalie sana, Mungu akubariki sana, Mungu akuinue sana, Mungu akupe neema sana, na ukaone ushindi wa Mungu. May God bless you asubuhi ya leo. Nichukue nafasi hiyo, mtazamaji, niseme chochote kimekukatalia, lazima utaondoka. Lazima utaondoka. Lazima utatoka. Farao ni Farao gani amekukalia? Ninakata iro, ninavunja iro katika jina la Yesu Kristo. Mungu akakujalie, Mungu akakubariki, Mungu akafungua milango yako, Mungu akasimame upande wako, ukaone ushindi wa Bwana, ukaone nguvu za Mungu, ukaone mabadiliko katika jina la Yesu. Take your time. Namba ndiyo hiyo, nataka nitabirie mtu asubuhi ya leo, chukua uji connect na dhabio yako immediately, elfu tano elfu tatu elfu moja mia tano mia sita mia mbili mia... lakini chochoto natuma tuma, kama inamaliza na shilingi kumi na mbili maana tuko tayari katika mwezi wa kumi na mbili wow! Good morning, mwezi wa kumi na mbili itakuwa moto sana. Chukua namba ndiyo hiyo, jikonekti mara moja. Jambo la pili ni kwamba sand tutakuwa na ibada kubwa, ibada ya kuvunja madhabao saba, madhabao pia ya kujirudia. Kuna tofauti ya kuvunja tu madhabao, lakini spesific madhabao ya kujirudia, ilienda inarudi tena. Ilikuwa kwenu kitambo ya ulevi, umeona imerudi. Kulikuwa na madhabao ya umalaya kwenu kitambo, unaona imerudi. Kulikuwa na madhabao ya umaskini kwenu, unaona imerudi kwako unaona kulikuwa na madhabao ya watu, watu, watu, watu kutoka kusoma imerudi kwenu. Kulikuwa na madhabao ya ndoa kuvunjika, mkaona kama imetulia tena, imerudi tena, inaitwa madhabao ya kujirudia. You must believe God. kukata hizi takataka lazima waamini Mungu sana, ukatanishwe na hizi vitu. Maandiko inasema kitabu cha Maombolezo tano mstari wa kwanza ukisoma mpaka wa saba na wa nane, utaona kitu kinaitwa madhabao ya kujirudia, utaona watu walinyang'anywa manyumba zao utaona watu walinyang'anywa masomo yao. Utaona mambo hayako vile yalivyo, lakini atukuswe Mungu kwa sababu hautamaliza na madhabahu ile. Madhabahu ulivunja Januari, ukavunja mwezi wa pili, ukavunja mwezi wa nne, mwezi wa tano ikaanza kurudi, mwezi wa sita ikaanza kurudi, mwezi wa nane inaanza kurudi. Tutaifaka mwaka na wewe, tutaifagilia na wamata wote. Hiyo madhabahu ya kujirudia haitakuwa tena, hiyo madhabahu ya kujirudia haitakuwa tena aitakuwa kwa maisha yako, aitakuwa kwa safari zako, aitakuwa kwa njia yako, aitakuwa kwa anything. Mungu ataingia atavunja ile roho, mbingu itajibu, Bwana atakuonekania, kutakuwa na ushindi, kutakuwa na baraka, kutakuwa na neema, na utaona uwezo wa Mungu. so, mtazamaji, bila kuharibu wakati, bila kusita sita, ni katalia kwako, naweza kuwa ni ugonjwa, naweza kuwa ni mtu, naweza kuwa ni umaskini, naweza kuwa ni kitu fulani Mungu anatumia mkono wa nguvu aondoe ile kitu kwako. Narudia tena, Mungu anatumia mkono wa nguvu kuondoa hiyo kitu katika maisha yako. Hiyo ni kitabu cha Kutoka tatu kumi na tisa ya kwamba ninajua